Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Alijikuta katika hali ngumu wakati wa kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA nchini Marekani. Sehemu kubwa ya wajumbe wa mataifa waliondoka ukumbini kwa ishara ya kupinga sera na kauli zake kuhusu vita vya Gaza. Hotuba ya Netanyahu ilikatizwa na wimbi la wajumbe kutoka mataifa mbalimbali waliotoka ukumbini. Hatua hiyo ilisababisha hali ya aibu kwa kiongozi huyo wa Israel ambaye, wakati fulani, alisikika akiomba utulivu ukumbini: Please. Order in the hall. Kuondoka kwa wajumbe kulionyesha wazi upinzani wa kidiplomasia dhidi ya msimamo wa Israel. Wataalamu wanasema tukio hili linaashiria kuongezeka kwa upweke wa Israel katika majukwaa ya kimataifa. Netanyahu alijaribu kuingiza utani katika hotuba yake akisema wote waliokuwa ukumbini walitakiwa kucheka. Lakini utani huu huo uliambulia patupu, kwani ukumbi huo ulikuwa umejaa viti vitupu. Watazamaji wachache waliobaki hawakutoa mwitikio aliyotarajia, hali iliyoongeza dhihaka dhidi ya hotuba yake. Katika kujibu lawama kuwa Israel inalenga kuwazidishia njaa wa Palestina wa Gaza, Netanyahu alisema Israel inashitumiwa kwa kuadisha njaa watu wa Gaza, wakati kwa uhakika Israel inawadisha watu wa Gaza. Israel is accused of deliberately deliberately starving the people of Gaza lakini kauli hiyo ya Netanyahu imepingwa vikali, kwani ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha uwepo wa njaa kubwa na hatari ya baa la njaa kwa mamia ya maelfu ya raia wa Gaza. Mashirika ya misaada yamelalamikia vizuizi vya misaada na mazingira hatari yanayozuia chakula na dawa kuwafikia walioko ndani ya ukanda huo wanadiplomasia na wanaharakati wanasema misaada inayoruhusiwa ni haba na haiwezi kukidhi mahitaji ya watu milioni zaidi ya mbili walioko chini ya mashambulizi. Netanyahu pia alijigamba kuwa Israel inatumia hatua nyingi zaidi kupunguza vifo vya raia kuliko jeshi lolote katika historia. Akinukuu mtaalamu wa vita vya mjini, alidai kuwa jeshi la Israel hutoa onyo, vipeperushi na njia za tahadhari kabla ya mashambulizi. Take the false charge of genocide.

hata hivyo mashirika ya haki za binadamu yanaonya kuwa hatua hizo hazitoshi kwa kuwa raia hawana sehemu salama ya kukimbilia ripoti za kimataifa zinaonyesha idadi kubwa ya vifo vya raia na uharibifu mkubwa wa miundombinu jambo linalozua maswali kuhusu uhalisia na madai hayo Hotuba hiyo na matokeo yake yameongeza ukosoaji wa kimataifa, kwani wajumbe wengi waliondoka ukumbini kama ishara ya kupinga sera za Israel. Mashirika ya Umoja wa Mataifa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC yanachunguza iwapo vitendo vya Israel vinaingia kwenye uhalifu wa kivita. Wengine bado wanaunga mkono Israel, lakini tukio hili linaonyesha kuzorota kwa uhusiano wake na mataifa mengine. Katika hotuba yake hiyo, alikanusha madai kwamba Israel inawanyima watu wa Gaza chakula kwa makusudi, akisema badala yake kwamba Israel inawapa watu wa Gaza chakula huku akikashifu ulimwengu kwa kunukuu matukio na viongozi wa kihistoria kwa lengo la kuhalalisha hatua zake. Akizungumzia suala la wakimbizi na ongezeko la watu walioletwa mbali na maeneo ya mapigano, Netanyahu aliuliza kwa mfano, je, Wajerumani waliowaadhibu Wayahudi walikuwa wanawauliza kwa fadhili waache mji? Na akaendelea kuuliza kwa mfululizo kuhusu viongozi wa kihistoria waliotekeleza mateso makubwa, akitumia mifano hiyo kutetea mkazo wake kwamba hatua za Israel ni za kujilinda, si za kutaka kuharibu jamii zote. So nukuu hizo zilizua mivurugo na hasira miongoni mwa baadhi ya wajumbe wa mkutano huo. Netanyahu pia alidai kwamba Israel imechukua hatua za kuwapunguza wapiganaji na viongozi wa kigaidi katika maeneo mbalimbali, akitangaza kwa kujivunia kuondolewa kwa baadhi ya viongozi wa upande wa adui, yaani nusu ya uongozi wa Houthi Yemen, Yahya Sinwar wa Gaza, Nasrallah aliyeuawa akiwa Lebanon, na kuongeza maneno juu ya matokeo yaliyoletwa kwa miunda ya usalama ya wapinzani.

too. Kauli hizi zilisababisha msukumo wa hisia na pia maoni yanayopingana kutoka vyombo vya habari na wanasiasa wa kimataifa. Katika kujitetea dhidi ya mashtaka ya ukandamizaji wa kiraya na ukosefu wa misaada ya kibinadamu, Netanyahu alisisitiza kwamba Israel inaweka hatua zaidi za kupunguza vifo vya raia kuliko jeshi lolote katika historia, akiweka mbele hoja kwamba amekuwa akitoa onyo kwa raia kuondoka kwenye maeneo ya hatari na kuwezesha kuingia kwa misaada kwa wakati fulani. Wakosoaji wa hotuba hiyo walisema kauli zinazoonyesha kujitetea huku ripoti za mashirika ya afya na haki za kibinadamu zikielezea hali mbaya ya njaa na upungufu mkubwa wa huduma za afya katika ukanda wa Gaza. Waandamanaji nje ya Umoja wa Mataifa na baadhi ya serikali zilitoa lawama za kisiasa na kibinadamu dhidi ya hatua za Israel huku ripoti za kimataifa zikielezea wasiwasi mkubwa kwa ongezeko la vurugu za athari za kibinadamu. Vyombo vya habari vya kimataifa vimeweka muktadha tofauti kwenye ripoti zao. Wengi wamezingatia hisia za kutovumilika kwa baadhi ya nchi zilizotoka ukumbini na kukosoa maneno yaliyotumika. Wengine wametoa muhtasari wa hoja zake za ulinzi wa kimataifa na tishio la ugaidi kama sababu ya hatua hizo. Wataalamu wa haki za binadamu na mashirika ya afya ya kimataifa wameendelea kuripoti visa vinavyohusiana na njaa na ukosefu wa huduma za msingi Gaza na kuonyesha takwimu na mashuhuda zinazopingana na, na madai ya serikali ya Israel. Huduma za diplomasia ziliendelea kutazamana baada ya hotuba hiyo, huku baadhi ya viongozi wakisema hotuba ya Netanyahu ilikuwa ni mbinu ya kutaka kuvutia huruma na kuinua msimamo wa kisiasa mbele ya umma wa kimataifa, wakati wito kwa usitishaji mapigano na kuingia kwa misaada ya kibinadamu ukiongezeka. Matokeo ya hotuba hiyo yatajulikana zaidi katika siku zijazo pale mataifa yatakaporekebisha maamuzi yao ya kisiasa na kibinadamu. Kwa muktasari, hotuba ya Netanyahu kwenye UNGA ilijumuisha mchanganyiko wa kujitetea kwa hoja za usalama wa kitaifa mashambulizi ya maeneo dhidi ya wakosoaji wake na matamshi yaliyosababisha hisia kali na hatua za kimataifa, huku ushahidi wa kibinadamu ukionyesha kuwa mgogoro bado unahitaji ufumbuzi wa haraka wa kisiasa na kibinadamu.